Rais wa Marekani Donald Trump amefichua mpango wa kusafirisha na kuuza mapipa milioni hamsini ya mafuta ya Venezuela ambayo yalikuwa yamekwama Venezuela chini ya kizuizi cha Marekani. Hatua hiyo ya Trump inaashiria ishara nyingine kwamba Washington imeanza kushirikiana na serikali ya Venezuela tangu tu walipomkamata rais Nicolas Maduro. Maduro yuko gerezani New York akisubiri mashtaka ya dawa za kulevya baada ya shambulio la Jumamosi, Januari tatu elfu mbili ishirini na sita asubuhi ambalo marekani inakadiriwa kuwaua watu wapatao sabini na watano kulingana na ripoti ya Washington Post. Marekani bado haijaripoti idadi ya vifo kutokana na operation iliyothibitisha kumkamata aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Ikumbukwe kuwa operation kubwa iliyowekwa katika rekodi za Marekani ni ile ya mwaka 1989 ambapo Marekani ilifanya uvamizi wa kumkamata kiongozi wa Panama Manuel Noriega. Mpaka sasa mamlaka za mji mkuu wa Venezuela, Caracas, hazijatoa idadi ya waliouawa, lakini jeshi la nchi hiyo limechapisha majina ishirini na tatu ya waliouawa. Maafisa wa Venezuela wamesema sehemu kubwa ya kikosi cha usalama wa Maduro kiliuawa kikatili, na Cuba imesema wanajeshi wake thelathini na wawili wa huduma ya kijasusi nchini Venezuela waliuawa. Rais wa mpito wa Venezuela dels Rodriguez siku ya jana Jumanne 6, 2026 alitangaza wiki ya maombolezo kwa wanajeshi waliouawa katika uvamizi huo. Operation ya Marekani kumkamata Maduro imeleta lawama kutoka kwa Urusi, China na washirika wa mrengo wa kushoto wa Venezuela, huku washirika wa, wa Marekani wakihimiza kufuata sheria za kimataifa. Maduro mwenye umri wa miaka sitini na tatu jana Jumanne, Januari 6, 2026 alikana mashtaka ya dawa za kulevya akiwa amesimama mahakama ya Manhattan akiwa amefungwa pingu za miguu na kuvalia mavazi ya wafungwa. Maduro alikiri kwamba alikuwa mtu mzuri na bado ni rais wa Venezuela. Kwa sasa, Trump anaonekana kufanya kazi na Rodriguez ambaye ni rais wa mpito wa Venezuela na maafisa wengine wakuu waliokuwa katika serikali ya Maduro, ishara inayowakatisha tamaa wapinzani ambao walikuwa wametarajia kuchukua jukumu kubwa zaidi serikalini. Trump kwenye mitandao ya kijamii ametangaza kwamba Venezuela itauza mapipa milioni thelathini hadi milioni hamsini ya mafuta yaliyoidhinishwa ambayo yatasafirishwa moja kwa moja hadi Marekani chini ya mpango utakaotekelezwa na waziri wa nishati Chris Reed. mafuta haya yatauzwa kwa bei ya soko na pesa hizo zitadhibitiwa nami kama rais wa Marekani, ili kuhakikisha zinatumika kuwanufaisha watu wa Venezuela na Marekani, Trump alisema. Maafisa wa Marekani bado hawajaelezea mfumo wa kisheria utakaowawezesha kupata mafuta ya Venezuela, ingawa Marekani imezishutumu meli za mafuta za Venezuela kwa kukiuka matakwa ya Marekani na kusafirisha mafuta ya Irani na ya Venezuela. Trump pia amesema kwamba Marekani itasaidia kujenga upya miundo mbinu ya mafuta nchini humo ili kunufaisha makampuni makubwa ya mafuta ambayo yatafanya kazi Venezuela. Hata hivyo, Trump ameiambia CIA kwamba Rodriguez na maafisa wengine wakuu kutoka serikali ya Maduro ndio njia bora ya kudumisha utulivu. Tathmini hiyo inaonyesha sababu moja ya kwa nini Trump aliamua kumuunga mkono Rodriguez badala ya kiongozi wa upinzani Machado. Kiongozi mkuu wa upinzani Maria Machado, ambaye amesema anataka kurudi Venezuela kuongoza nchi hiyo, alisema Rodriguez, ambaye ni rais wa mpito wa Venezuela, sio mtu anayeipenda Venezuela. Ni mmoja wa wakuu wa ukandamizaji wa Venezuela. Nadhani ni dhahiri kwamba Marekani imemwagiza kuchukua hatua wa fulani kuhusu kubomoa zaidi na kuharibu demokrasia nchini Venezuela, Machado aliambia CBS News katika mahojiano. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.